Uh, msikilizaji wangu popote pale unaponisikiliza, Mungu akubariki sana. Ninamshukuru sana Bwana Yesu kwa neema kubwa ambayo ametupatia. Na ametupa tena neema, tumeona fadhili zake na tumeona mkono wake wenye nguvu. Mungu wetu amekuwa wa ajabu sana. Tumeona fadhili zake na tumeona mkono wake. Nichukue nafasi kabisa nimshukuru Jehova kwa namna ya kipekee. Baba, kwa neema kubwa aliyotupatia Baba, ninakushukuru kwa neema, ninakushukuru kwa nguvu zako, na kushukuru kwa utukufu wako. Umekuwa Mungu mwema kwetu na mwaminifu. Asante kwa sababu wewe umejaa utukufu, lakini umejaa neema, umejaa rehema. Wewe ni Mungu ajabu kwetu, tunakutukuza kwa sababu ya uaminifu wako. Roho Mtakatifu, tunasifu nguvu zako, tunasifu utukufu wako ukadhirike nawe Yesu katwe utukufu na heshima katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu ni hai amen. Uh, watu wengi hawajui kama kuna nguvu uh, kuna nguvu katika maombi ya toba, na kati ya vitu ambavyo uh, Mungu anavithamini sana ni maombi yaliyobeba toba na ajifunze kuomba maombi haya. Uh, kabla hujaingia kwenye maombi yoyote na hujahitaji jambo jojote, lolote kutoka kwa Mungu. E, kutubu maana yake ni kuomba msamaha kwa makosa yaliyofanyika. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha uh, Isaya 57 na mstari wa 15, Biblia inasema ya kwamba maana yeye aliye juu aliyetukuka akaaye milele ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi: na kaa mimi mahali palipoinuka palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Nini Mungu anachomaanisha hapa? Anasema mimi eh, ninakaa mahali ambapo eh, mioyo iliyotubu. Naona anakaa na mioyo iliyotubu, mioyo iliyonyenyekea. Kwa hiyo anasema ninakaa katikati yao, wale ambao wamenyenyekea, eh, wale ambao wametubu. Ina maana unaweza kushangaa Unaomba hata Mungu ajibu, unaomba hata Mungu afanye, kumbe Mungu hayuko pamoja na wewe. Unatafuta, unaona hamna matokeo, kumbe Mungu hayuko pamoja na wewe. Umeshalia sana, umeshaomba sana, kumbe Mungu hayuko pamoja na wewe. Kitendo cha Mungu kutokuwa pamoja na wewe, huwezi kupata matokeo. Kwa hiyo umekuta watu wengi sana wanatafuta matokeo, lakini hawapati matokeo Kinachowazuia kupata matokeo ni kwa sababu mioyo yao bado haijatubu, mioyo yao bado haijatubu. Na inawezekana kabisa uh, ukawa ukawa ukawa umetubu, lakini eh, kuna kuna kitu ambacho bado unasikia ndani yako, bado kuna mzigo. Unahitaji kusamehewa, unahitaji kusamehewa, unahitaji kusamehewa. Ukiona mambo yanazidi kuwa magumu He, kuna mahali panahitaji matengenezo. Biblia inasemaje kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya tatu na mstari wa pili? Inasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mungu anasema tubuni, tubuni, tubuni. Dhambi au uchafu wa kiroho huzuia baadhi ya baraka kwa Mungu. Hivyo, kama unahitaji mu, miujiza ya Mungu katika maombi yako, anza kwanza na toba. Yaani, anza kwanza na toba. Tubuni, tubuni. Yoshua anasemaje? Sura ya tatu na mstari wa tano kitabu cha Yoshua sura ya tatu na mstari wa tano Yesu anasemaje? Yoshua akawaambia watu jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Unaona maana yake? Mungu alitaka kufanya mambo ya ajabu katikati ya taifa la Israeli, lakini alishindwa kuyafanya. Ndio maana namwambia Yoshua Yoshua, eh, sura ya tatu na mstari wa tano anamwambia Yoshua, akawaambia watu jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. Unaona huu mstari? Kwamba Mungu anataka kufanya mambo ya ajabu. Lakini atayafanyaje ya mambo ya ajabu? Mungu anataka kuinue. Atakuinuaje wakati hujatengeneza na yeye? Unataka Mungu akupe ndoa, unataka Mungu afungue kazi, unataka Mungu afungue hatima, unataka Mungu akunyanyue, unataka Mungu akupandishe, unataka Mungu akutoe hapo. Yoshua anawaambia anawaambia, Yoshua akawaambia watu jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu. Unaona? Anaambia atatenda mambo ya ajabu. Unaona? Sasa <laughs> haya mambo ya ajabu, ajabu atayafanyaje wakati bado toba haijaingia ndani yako, unaona katika mahitaji ambayo umeomba yameshindikana kujibiwa kwa muda mrefu, fanya kwanza toba ili ujue ni, ili ushughulikie chanzo kinachosababisha maombi yako yasijibiwe. Ni kwa nini maombi yako yajibiwi? Ni kwa nini maombi yako ajibiwi? Kwa nini Mungu atendi mambo makubwa eh? Kama unafikiri kuna kosa lolote ume, umefanya au ndani yako dhamira inakuelekeza kwamba kuna maombi unatakiwa kufanya toba, anza kushughulikia toba kwanza. Unaona? anza kushughulikia toba kwanza. Unaona? anza kushughulikia toba kwanza. Kuna mtu mwingine anasema mimi nimeokoka eh, na mimi sina dhambi. Mimi nimeokoka na sina dhambi, kati ya ya ya ya, ya ya vitu ambavyo watu wanajihesabia kwamba mimi nimeokoka na sina dhambi ni kitu ambacho sio sahihi. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana, eh Yohana wa kwanza, eh Yohana wa kwanza, ah, sura ile ya kwanza, unaona? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa saba mpaka mstari wa kumi, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa saba mpaka kumi, Biblia inasema, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, unaona? Na damu yake Yesu mwanawake unaona, yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli aimu mweni mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata hatuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba eh, hatukutenda dhambi eh, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Kuna wakati usijihesabie kama mimi sina dhambi, usijihesabie kwamba una dhambi. Hapana, ondoa huko kwenye kujihesabia, hmm. Ondoa huko kwenye kujihesabia, eh? Endelea kufanya toba kadiri siku unavyo unavyoona, kadiri siku unavyoamka, kadiri siku unavyosimama, kadiri siku zinavyoenda, endelea kuomba toba, yani zama kwenye toba. Toba ndiyo itaka ufungua neema, toba ndio itaka ufungua kila kitu. Isaya 55 mstari wa sita na wa saba Biblia anasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Mtu mbaya naache njia yake, na mtu asiye haki haache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu. Unaona, na arejee kwa Mungu wetu, anasema naye atamsamehe kabisa maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Naona yaani, ikifika mahali anasema hivi mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, yu karibu, mtu mbaya na ache njia yake. Umeona, Mungu sio kwamba yuko mbali. Unaona, sio Mungu kwamba yuko mbali, yuko yuko karibu yuko karibu. Mungu yuko tayari kutusaidia, mona, lakini hawezi kutusaidia kama tusipotubu na kurejea. Inawezekana kabisa wewe uko vizuri, inawezekana kabisa unaokoka, inawezekana kabisa unatembea kwenye utukufu wa Mungu, lakini nataka nikwambie, tembea kwenye maombi ya toba. Kadi unavyozidi kuanza kuomba, unatembea kwenye maombi ya toba, unasi rehema za Mungu, unasi rehema za Jehova, unaambia Mungu, inawezekana kuna mahali nimekosea, inawezekana kuna mahali mimi sijui nini kinazuia vitu vyangu visitokee? Nini kinazuia miujiza yangu menelewa? ni nini? Unaona? ni nini? ni nini? kwenye kitabu cha ja Ufunuo sura ya pili na mstari wa tano anasema basi kumbuka, ni wapi ulipoanguka ukatubu. Maanake lazima uwe na kumbukumbu, umwambie Mungu, naomba unikumbushe. Unaona? naomba unikumbushe, ni wapi nilipoanguka, nitubu. nilianguka wapi eh? Kama uolewi maana yake kuna mahali ulianguka. Kama uzai maana yake kuna mahali ulianguka. Kama kuna kama upigi hatua kuna mahali ulianguka. ni wapi ulikoanguka? Anza kufikiri. Unapoanza kufikiri mahali ulipoanguka, utatafuta namna ya kutengeneza ya kutengeneza na Mungu. Matendo sura ya tatu na mstari wa 19, Biblia inasema tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako Bwana kwa kwako kwake kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Bwana. Umeona hii matendo ya mitume? Umeona hii matendo ya mitume? anasema tubuni basi mrejee, umenielewa? tubuni basi mfanyeje? Mrejee ili dhambi zenu zifutwe zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Kumbe nguvu ya toba inazileta nyakati nzuri za kuburudisha nguvu ya toba kama tulivyoona kwenye Matendo ya Mitume tatu kumi na tisa inaleta neema ya kuburudishwa, inaleta neema mpya ya kuburudishwa. Glory to Jesus. Nguvu ya toba eh, kama alivyosema pale kwa Yoshua. Umeona nguvu ya toba inamfanya Mungu ile toba aanze kutenda mambo makuu, aanze kutenda mambo ya ajabu. Watu wengi hawajui nguvu iliyo kwenye maombi ya toba wewe idha umetenda dhambi au ujatenda dhambi wewe, unapoanza maombi yako yote, anza maombi ya toba. Mungu anataka kufanya mambo makubwa, Mungu anataka kutenda ishara, anataka kufanya mambo makuu. Wakati mwingine Yesu, mahali pengine Biblia inasema ya kwamba, kwenye kitabu cha Maombolezo sura ya tatu mstari wa tano anasema, baba zetu walitenda dhambi, hata sasa wapo, lakini situmerisi maovu yao. Maovu inawezekana kabisa umeokoka lakini maovu ya baba yako ndio yamekufunga. Maovu ya baba yako ndio yamekufunga. Na hayo ndio yamekushikilia. Umeshikiliwa na mamizimu, walifanya maagano, walifanya matambiko. Hayo ndio yamekushikilia. Ndio maana kwenye kitabu cha Isaya anasema hivi, eh? Anasema kwamba sikio langu sio zito hata isiweze kusikia, lakini maovu yenu yamenifarakanisha mimi na nyinyi. Kwa maana yake kuna wakati umefarakana na Mungu na inawezekana hata sio wewe lakini baba zako walifarakana na Mungu na baada ya kufarakana na Mungu hatima yako imeharibika. Leo hii tunataka kusimama mbele za Bwana, iko neema ya toba. Nina maombi, nataka nikuongoze kwa ajili ya toba, kwa ajili ya toba. Miujiza yako mingi imezuiliwa, ni kwa sababu tu bado hujatengeneza na Mungu, bado hujatengeneza na Mungu. Lakini Mungu ananiambia, ninasikia neema kubwa Mungu ananiambia kwamba anahitaji utengeneza na yeye. Kama ndio mara ya kwanza na unanisikiliza na unatamani kumpa Yesu maisha yako na unatamani kuokoka kwa upya e, ili Mungu alete zile nyakati nzuri za kuburudishwa, nyakati za kufurahia, nyakati za kumwona Mungu. Kama unatamani Mungu afanye hivyo, alete nyakati nzuri za miujiza, alete nyakati nzuri za matendo makuu, leo hii nataka umpe maisha yako Yesu, nataka umpe maisha yako Yesu. We ambaye hujai kuokoka na inawezekana pia umeokoka, naomba unifuatishe maombi haya. Naomba popote ulipo unasikiliza eh, popote ulipo nataka upige magoti na uinue mikono yako miwili, sala hii ya toba ambayo nitakuongoza utashangaa, Mungu anarudisha tena nyakati zile za kuburudishwa. Utashangaa tena mambo, matendo yale makubwa, mambo ya ajabu yanaanza kutendeka tena katikati yako. Utashangaa kuona tena neema inaanza kudhibitika kwa namna mpya. Utashangaa Yesu anakukumbuka kwa namna tena nyingine. Utashangaa tena Yesu anakushika kwa mkono wake kwa namna nyingine ya ajabu. Naomba uinue mikono yako miwili, nifatishe maombi haya, sema: Baba wa mbinguni, niko mbele zako leo, nimesikia sauti yako nami e Bwana, ninakiri nilikuacha, ninakiri nimetenda dhambi, ninakiri nimekosea mbele zako Baba, nimeisikia sauti yako leo, ninakubali kuomba toba mbele zako. Ninaomba e Bwana, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Tangu siku ya leo nikutumikia wewe, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninazikataa kazi zote za adui shetani alizonitumikisha kwenye maisha yangu kuanzia leo, na yatoa maisha yangu kuwa kwako ee Bwana Yesu. Kuanzia leo ninakiri nimeokoka. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa katika jina la Yesu Kristo, nami ninakiri ya kwamba nimeokoka katika jina la Yesu ali hai, amen. Mungu akubariki sana, na sasa umeshaokoka tayari, na shetani asikusemeshe tena, kama bado hujaokoka ninaomba sasa, popote pale ulipo unanifuatilia maombi haya. Natamani tamani tuingie kwenye maombi ya toba ya mzigo sana, nikuongoze kwenye maombi ya toba na namna utakapo utakapotaka kufanya maombi ya toba. Hakikisha unapofanya maombi ya toba, pitia kwenye vipengele vikubwa vingapi vikubwa hivi hapa ndivyokutajia. Hivi ni vipengele vikubwa sana unapotaka kufanya maombi ya toba, namba moja Vivipengile ni vya muhimu sana unapoingia kupiga magoti kwa ajili ya kuomba toba. Jambo la kwanza, haleluya, tubu kwa ajili ya nafsi yako, kwa sababu nafsi yako kuwa imekamatwa kwa ime ajili ime ya nafsi yako. Kuna wakati unasikia umechoka, kuna wakati unasikia umekata tamaa, kuna wakati hiyo yote una, una, kuna wakati unasikia kunungunika, unasikia kuchoka, unasikia kukata tamaa, unahisi kama Mungu hajajibu, unahisi kama kuna shida maana yake unatubu. Tubu kwa ajili ya nafsi yako, tubu kwa ajili ya nafsi yako. Kimaliza kutubu kwa ajili ya nafsi yako, na hatua nyingine ya pili, haleluya, tubu kwa kwa ajili ya roho yako. Maana Yesu alisema, mikononi mwako naiweka roho yangu. Tubu kwa ajili ya roho yako, yako. maana roho ndio inayoona uzima. Tubu kwa ajili ya roho yako, hili ni kipengele cha, cha pili. Kimaliza, kutubu kwa ajili ya roho yako anza kutubu juu ya maovu au ma, makosa ambayo umeyafanya makosa. Kipengele cha, cha tatu ni makosa ambayo umeyafanya makosa, inawezekana kuna makosa umeyafanya unayajua. Kipengele cha nne ni maovu, maovu au kuyafanya wewe maovu, yamefanya baba zako au bibi zako, yanaitwa toba kwa ajili ya maovu. Haleluya, ni namba, namba tano. Kimaliza kwa ajili ya maovu Anza kuingia kwenye toba kwa ajili ya vizuizi ambavyo wakati mwingine vipo eh, vinakukwamisha kutoka kwa miungu, kutoka kwa falme za giza, kutoka kwa uchawi, kutoka kwa waganga, kutoka kwa ushirikina. Mtubu kwenye maeneo yote namba tano. Ukimaliza namba sita, anza kuingia kwenye toba kwenye maisha yako ya kawaida, mazingira ambayo inawezekana unapitia mazingira inawezekana ambayo unayapitia Eh, fanya toba kwenye mazingira. Namba saba, fanya toba kwa ajili ya uhusiano wako na Mungu. Nezikana uhusiano wako na Mungu haujakaa vizuri, fanya toba kwa ajili ya uhusiano wako na Mungu. Rudisha uhusiano wako na Mungu kwa sababu Mungu ndiye atakayeenda kurudisha kila kitu. Namba nane, baada ya kufanya uhusiano wako na Mungu, au mwambie Mungu kuanzia sasa nimeachilia moyo wako kwako, na sasa Yesu Kristo, nimeachilia moyo wangu, nimeachilia roho yangu, nimeiweka mikononi mwako. Namba tisa, anza kwa kuomba, mwambie Mungu, ninaomba yale mema ambayo uliyokusudia maana, umesema tubuni basi mrejee, ili zipate kuja nyakati nzuri, nyakati za kuburudishwa. Mwambie Bwana Yesu kupitia toba hii. Namba kumi, mwambie Bwana Yesu kupitia toba hii, naomba, naomba yale mema uliyokusudia kwangu yaachiliwe. rika rabasanda rabashaka Unaweza kupiga magoti na unaweza kuinua mikono yako. Sema ee, Roho Mtakatifu, niko mbele zako baba yangu. Ninatambua kabisa nimekutenda dhambi. Nafsi yangu wakati mwingine imekata tamaa, wakati mwingine nimechoka moyo wangu, wakati mwingine imefika mahali sina uhusiano na wewe. Ee, Roho Mtakatifu, naomba unisamehe. Rikaraba basandara vashaka, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba, anza kuomba. Nimekutajia vipengere takribani kumi, anza kutamka kwa jina la Yesu Kristo. Rimandoro shaka, tuko mbele zako baba yetu, tuna sirehma zako Bwana tuna si rehema zako e Bwana, watoto wako na wajoli wako rehema wameomba rehema wameomba rehema mbele zako wanasimama na toba mbele zako. Nami kama mtumishi wako e Bwana, ninasimama kama baba yao katika jina la Yesu Kristo, rinda rabubushana rababakurya basika. E Bwana, ninaomba toba kwa ajili ya nafsi rikarabushana rabukurya basika nafsi ambayo imekosa uhusiano na Mungu, nafsi ambayo imetengana na Mungu. E Bwana, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba toba, e Bwana, kwa ajili ya moyo wa mtumishi wako katika jina la Yesu Kristo, anza kutamka juu ya moyo wako, mwambie Roho Mtakatifu, naomba toba kwa ajili ya moyo wangu, kwa ajili ya roho yangu, maana roho yangu iko mikononi mwako. Wakati mwingine nimekosa uhusiano na wewe, e Roho Mtakatifu, niko mbele zako leo hii, moyo wangu na roho yangu naileta mbele zako katika jina la Yesu Kristo, samee e Bwana rindara bubushandarababa kuria bashika e Bwana umenitenga na wewe ili tusijuhane, hili nilokusudi lisiwe juu yangu. E Roho Mtakatifu, yako maovu ambayo wamefanya na baba zangu na bibi zangu na mama zangu, yako maagano. Embo, omba kwa ajili ya maagano, mwambie Roho Mtakatifu, kila agano lolote ambalo baba zangu na mama zangu waliingia wakafanya matambiko wakafanya maagano, leo hiye Bwana leta mateso katikati yangu, nasimama mbele zako kwa jina la Yesu nina Mama mbele zako kwa jina la Yesu, ninasimama mbele zako kwa damu ya Yesu. Anza kuita damu ya Yesu. E Bwana, damu yako ya thamani ikanitakase ikanisafishe. E Bwana, na uovu wote waliofanya baba zangu na mama zangu katika jina la Yesu Kristo. Hebu tamka, kama ulifanya maagano, ulifanya matambiko, anza kujiunganisha sasa. Tamka kila maagano, kila matambiko niliyofanya, hebu kiri mbele zako, mwambie Bwana Yesu, kupitia rehema na toba, leo nina tubu kabisa mbele zako, ninaomba e Bwana rehema yako ingilie kati, initakase mimi na uzao wangu, itakase mimi na watoto wangu, itakase na mimi na hatima yangu katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Roho Mtakatifu, anza kuomba. Inawezekana kuna mahali niliunganishwa katika farme za giza, niliunganishwa kwa waganga, niliunganishwa kwa washirikina, uliunganishwa kwa miungu. Leo omba toba, ulijiunganishwa na miungu ya frimasoni, ulijiunganisha na miungu ya giza, popote nilikounganishwa. Ee Roho Mtakatifu, naomba toba. Anza kutoba mahali ulikounganishwa Tubu mbele za Bwana mahali ulikounganishwa, unajua au ujui, kuna mahali umeunganishwa. Umeunganishwa unajua na ujui. Eh Bwana Yesu, popote ambako mtumishi wako aliunganishwa leo tunasimama na toba. Eh Roho Mtakatifu, mtenge mahali kokota alikounganishwa. Ameunganishwa na mizimu ya kwao, umeunganishwa na uchawi, umeunganishwa na ushirikina, umeunganishwa na kila nguvu za giza. Eh Bwana Yesu, rehema zako zizungumze, rehema zako zizungumze e Bwana, mtoto wako anapoomba toba usikie kutoka mbinguni, ukasamee Bwana. rindarabb rataaarabasuubushanda Mwambie Roho Mtakatifu ni yapi ulioyafanya, hemu yatamke, confess, confess, confess. Kama kuna kitu umekifanya, kama kuna kitu umekinena, kama kuna kitu umekifanya, umekifanya siku ya leo, umekifanya miezi iliyopita umekifanya miaka iliyopita rikara baba baba baba baba. Tamka, mwambie Bwana nimekosa, nimekosa kwa kuzini, nimekosa kwa kuiba, nimekosa kwa uasherati, nimekosa Bwana Yesu kwa kuingia kwenye mahusiano mabaya, nimekosa kwa kutenda dhambi. E Roho Mtakatifu, naomba unisamehe, naomba unisamehe Bwana Yesu, rikara baba, santara baba baba Tamka hiyo dhambi, tamka hiyo dhambi, tamka hiyo dhambi, tamka hiyo dhambi, tamka dhambi rikantarabubusha rababababababa rikarababababa kwa jina la Yesu Kristo, rinda ribo sheke ribo saka, kuna mahali ambako eh Bwana sikusimama vizuri katika maagano na katika kutumikia wewe eh Bwana Yesu nisamee, maana uso wako umeutenga na mimi. Eh Bwana Yesu naomba unisamee, nitakase na mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Anza kuomba, mwambie Bwana Yesu. Inawezekana kuna maagano umeacha ume, kuna neema umeiacha, kuna utukufu wa Mungu umeacha mpaka mmetengana pamoja ana Yesu Kristo leo tamka mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Iwapo kuna maagano yalifanyika katika ulimwengu wa roho ukapatana na Mungu alafu ujasimama na Mungu, inawezekana ni nadhiri, hujasimama na nadhiri, omba mbele za Bwana Mungu anasamehe. Katika jina la Yesu Kristo, anza kuita damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu katangaze rehema, damu ya Yesu katangaze toba. Ita damu ya Yesu ya msalabani. Ikusaidie ikusaidie, we mama, ikusaidie we kaka, katika jina la Yesu Kristo. Rinda raba baba baba baba baba rata tarabo kurubu shanda raba bakuri rianta raba sekere bebe shente, anza kuingia toba, omba toba kwa ajili ya watoto wako, omba toba toba kwa ajili ya ndugu zako, waunganishe nao katika maombi. Omba toba, omba toba, omba toba. Taja majina ya ndugu zako, waombee toba, waunganishe na neema ya Mungu, rikarababa santarababa baba Tamka, tamka, tamka, wamefanya dhambi, wamefanya makosa e Bwana Yesu wasamee, wasamee, watakase ndugu zangu, wasamee ndugu zangu katika jina Yesu rinda raba kuraba shekete riaka kashanda rababa kuriba shaka katika jina Yesu, katika jina Yesu, katika jina Yesu. Yesu e Bwana, naomba toba kwaja uhusiano, uhusiano wangu mi na wewe Tamka juu ya uhusiano wako wewe na Kristo. Inawezekana ameachana kwa muda mrefu, lakini kupitia maombi haya inaenda kuleta uhusiano mzuri kati ya wewe na Yesu. Na tamka kwa jina la Yesu Kristo, e Roho Mtakatifu na simama kwa toba kwa jina la Yesu Kristo, juu ya yale mahusiano kati ya mimi na wewe yaliyopotea, paka Baba ukaondoka, leo ninasiye Bwana, same Roho Mtakatifu, same Roho Mtakatifu, same Roho Mtakatifu Samee Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa tubuni ili mlejee ili dhambi zenu zipate kufutwa. Zipate kufutwa Yesu Kristo, zije nyakati za kuburudishwa. E Roho Mtakatifu, naomba uniingize katika nyakati za kuburudishwa. randa rababa kora baba sekerere ranta rababa kori basheke. Mungu, nipeleke kwenye nafasi ya kuburudishwa, nikutumikie wewe siku zote za maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Anza kuomba, tamka, jiunganishe na neema hii kubwa, jiunganishe na neema hii kubwa, sawa sawa na nyakati za kuburudishwa. Mwambie Mungu, naomba unipe nyakati za kuburudishwa sasa, nifungulie nyakati za kuburudishwa, nyakati za kufurahia ewe Bwana, nyakati za kufurahia ewe Bwana, maana uliwaambia kina Joshua, jitakaseni kwamba siku ya leo na kesho, maana nitakuja kutenda mambo ya ajabu. Eh, Roho Mtakatifu, naomba kupitia maombi ya toba, lila ambalo limesalia kwenye maisha yangu, Yesu, litengeneze hatima yangu liosalia, baba itengeneze kwa jina la Yesu jitabiria maneno, jitabiria maneno. Leo nafanya agano jipya na wewe, agano jipya na wewe. Nitakutumikia siku zote za maisha yangu. rama sakara baba shanda rekere bashanda rabokori abasika. Katika jina la Yesu Kristo, asante Roho Mtakatifu kwa kunisamehe. Mshukuru Mungu kwa kukusamehe. Asante Bwana Yesu kwa kunitenga. Kunitenga na lana za ukoo, Baba umenisafisha na uovu wote, umenisafisha na mata yote umenisafisha Bwana na uovu wote na makosa yote niliyofanya. Yesu umenisafisha, sasa ninasimama kama mwanao. Eh, Roho Mtakatifu, endelea kuniatamia, endelea kuniatamia Sawasawa sawa na fadhili zako, sawasawa sawa na wema wako, sawasawa sawa na rehema zako, katika jina la Yesu Kristo. Baba naomba nyakati, nyakati nzuri, nyakati za neema, nyakati za kufanikiwa, Baba zije kwenye maisha yangu tena, katika jina la Yesu napatana na wewe Bwana kwamba nyakati ambazo umeziamuru zije kwenye maisha yangu. Asante Bwana Yesu kwa ukombozi na kuniokoa katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana. Maombi haya sasa utaona ni mwanzo wa ufunguo mpya wa kuanza kutembea na Yesu kwa namna mpya, na Mungu akubariki kama umepokea wokovu. Naomba ungane pamoja na sisi, naomba peleka ujumbe huu kwa watu wengi sana. Share na ujumbe huu, share na ndugu zako, share na jamaa zako. Utashangaa wanapokea neema ya wokovu, utashangaa wanaanza upya na Mungu, anaenda kujitwalia sifa na utukufu. Lakini pia endelea kushare na pamoja na sisi kwenye namba za WhatsApp ambazo ziko hapo, endelea kutusomea ujumbe, tutaendelea kusoma, tutaendelea kujibu, lakini endelea kujiunganisha. Kuna miujiza Mungu anaenda kutenda kupitia mavuto tunao tunaokupa moja kwa moja kupitia chaneli yetu hii, na usiache kusubscribe na kushare na komenti na ukamwambia Bwana Yesu asante. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema ya utukufu. Eh, shalom, shalom, shalom.